Yes, hii ni live moja kwa moja kutokea Ilala vijijini, kata ya Mzinga, na kubwa zaidi lilonileta siku ya leo ni kufuatia tukio kubwa wanaoita moyo wa shukrani, ambao umefanywa na taasisi ya Nyamata Academy ya utoaji wa vifaa vyenye thamani ya milioni sita kwa shule za msingi nne, yaani wametoa vifaa vya shule ambavyo vitawasaidia ama thamani ambazo zitawasaidia walimu wakuu wa shule kutekeleza majukumu yao. Hii yote ni sehemu ya kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba eh, shule zote zinaendelea kutoa elimu bora kwa kuzingatia viwango na uweledi sahihi. Na shule hizo ambazo zimenufaika na vifaa hivyo ambavyo vitaenda kuwasaidia walimu wakuu ni pamoja na shule ya Mzinga eh, ambayo ni shule ya msingi lakini pia kuna shule ya msingi eh, Mafanikio lakini pia kuna shule ya msingi Magole na shule ya msingi Mwanagati ambazo zote zimepata meza kwa ajili ya kuwasaidia walimu wakuu. Huyu hapa mkurugenzi wa e, Nyamata Academy akielezea sababu za wao kuguswa na kufanya tukio hili kwa siku ya leo. Minaitwa Dr. Dkt. Sikuwabo Ngendabanka ni mkurugenzi wa shule ya Nyamata Academy. Shule ya um, ilianzishwa kwa lengo la kutoa elimu kwa jamii. Kwa mafanikio yetu sisi tunayapima kwa kiwango gani tumefanikiwa katika kutoa elimu kwa watoto. Na mafanikio yetu sisi yamekuwepo kwa kwanza kwa kuongeza rasilimali za shule, infrastructure za shule zipo za kutosha, kwa sababu tunayo madarasa yanayozidi 37 tuna mabweni ya kisasa ambayo ukitembea Dar es Salaam kama utayapata eh, labda y shule moja au mbili, lakini mada, mabweni ya kisasa. Tuna magari mazuri ya kupeleka watoto shuleni. Tuna, tuna furniture za kutosha yani samani. Lakini sio hilo tu, sisi shule yetu tangu imeanza imekuwa na ufaulu mzuri kila mwaka, ufaulu unapanda. Na kwa mfano mwaka jana Tumefanya mtihani wa darasa la saba 36, A, kitaaluma, na wa wa wa na watoto walikuwa mia moja thelathini na sita watoto mia moja thelathini na nne walipata A, watoto wawili tu ndio walipata B. Kwa hiyo ukiona kwamba tumefanikiwa na watoto ambao wanasoma shule yetu, wakienda sekondari wote huwa wanafaulu vizuri sana. Kwa hiyo sisi tunajivuna na tunajisifia kwamba watoto wetu tunawaandaa vizuri kielimu, lakini kitu ambacho nasema kimetusukuma kuleta vitu hivi kwenye shule hizi sio kwamba tumefanya leo, Hapana, huu sisi ni utamaduni wetu wa miaka yote kwa, isipokuwa ni kwamba katika raundi hii tumekuja hapa, lakini sisi tunatoa kwa watoto yatima, tunashiriki katika kujenga barabara, tunashiriki kwenye makanisa, tunashiriki mpaka kule kwa kituo cha wazee wasiojiweza. So, Kigamboni tumefika. Kwa ni moyo wa shukrani ambao tumefundishwa katika imani zetu za dini, lakini tumefundishwa vile vile katika school of management kwamba unapokuwa na taasisi ndani ya jamii ni lazima urudi kwa jamii ukaseme asante kwa namna ambavyo umetunga mkono kwa namna ambavyo tunashirikiana. Kwa hiyo vitabu vya Mungu vinatuelekeza kwamba lazima tuwe ni watu wenye moyo wa shukurani na hili ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Kwa hiyo endapo mwaka kesho tutakuwa sehemu nyingine na sio lazima mpaka mwakesho. Wakati wote sisi tunatoa pale ambapo tunaona kwamba hapa tunaweza. Kwa hiyo lakini, tumeona kwamba katika kipindi hiki tutoe kwenye upande wa elimu, kwa sababu ni wenzetu, na tunajua kwamba uhitaji upo na katika kutoa, sio kwamba tuna kingi, pana chukua kidogo, tunatoa. Kwa hiyo sisi, mtu sasa akasema hawa jamaa wana wana hela nyingi, hapana. Kuna watu wenye hela nyingi sana, lakini hawatoi, na ni kawaida hata katika jamii kuna watu ambao wanasema kutoa ni moyo usambe ni utajiri, si ndio bwana? Kwa hiyo sio kwamba tumetoa kwa sababu tuna vingi hapana. Tumeona tunawiwa kurudi na kusema asante kwa jamii nilivyovitoa. Uh, utani sasa, viweke vizuri, pengine mimi nitakuwa nimekosea. Tumeona mmetoa uh, vifaa hivi vya shule hususan furniture kwa ajili ya walimu vyenye thamani ya milioni sita. Kwa nini furniture? Unajua, kabla hujatoa ni lazima kidogo ufanye utafiti kujua kwamba unatoa kitu ambacho kinakwenda kumaliza kiu ya mtu. Kwa sisi tulifanya utafiti tukaondoa kwamba shule hizi zina upungufu wa samani za, za ofisi kwa hasa kwa ajili ya walimu wakuu. Na walimu wakuu ndio moyo wa shule hasa. Kama mwalimu mkuu hana pa kukaa, atakaa atafikirije kuhusu maendeleo ya shule? Kwa lazima apate utulivu ili afikiri vizuri, na mawazo yake yeye yanakuwa na athari chanya kwa kuleta maendeleo mapana kwa shule kuliko yeye akichanganyikiwa. Unajua kichwa, unajua <laughs> mkuu mkuu wa kaya akichanganyikiwa, unategemea watoto watafanyaje? Kwa hiyo tumesema kwanza tuenge kwao kwanza, na sio tuongeza kununua madawati madogo madogo kwa wanafunzi, lakini tukasema tuanze kwanza na na wako walimu wakuu. Nakushukuru, asante sana na kushukuru sana, asante. Kwa majina, naitwa Kheri Willium, ni afisa tarafa, tarafa tarafa Ukonga ni nipo katika leo kata ya Mzinga moja ya kata 20 ambao na asimamia. Tumie fursa hii kwanza kumpongeza sana mkurugenzi wa Nyamata Academy kwa namna moyo ya upendo waliojitolea hapa, lakini nipongeze zaidi mheshimiwa diwani na uongozi wake wote, ambao kwa namna walivyojipanga kuweza kuhamasisha kwa namna hiyo alivyoitoa kuweza kuchangia katika shule zetu nne. Tumeona leo tumepokea meza na viti vya walimu wakuu wenye thamani ya milioni sita na laki moja, hiyo nje na usafiri na mambo mengine. Kwa hiyo tuwapongeze kwa namna kubwa waliojitokeza na kutoa, ni namna ya moyo upendo. Wengi wanafanya shughuli mbalimbali katika kata yetu hii ya Mzinga, lakini akaweza kujitolea kama alivyojitolea alivojitolea mwenzetu wa Nyamata. Tumie fursa hii kwa kualika viongozi mbalimbali mbali na taasisi mbalimbali kuweza kufanya hivi, kuweza kufika na kushika huduma mbalimbali, na leo wameonyesha pamoja nao, wanatoa huduma kama tunavyotoa sisi shule zetu hizi nao wameonyesha kwamba sio ushindani katika kutoa huduma ya elimu. Wao ni moja washiriki katika kutoa huduma ya elimu. Kwa hiyo tuwapongeze kwa namna walivyoshika na kutoa huduma hii. Tumefursa hii kuwapongeza na kwa namna ambavyo wa wameendelea kumgusa na kugusa kwa namna Mheshimiwa Rais anavyoendelea kugusa, na wameamua kuungana naye kuweza kutoa huduma hizi. Asante sana, jina langu ni Mheshimiwa Job Isack, diwani wa kata ya Mzinga. Leo tulikuwa tunapokea vifaa vya walimu ambayo vimetolewa na taasisi ya Nyamata ambazo ni meza nne na viti vinne vyenye thamani karibu milioni sita na laki moja. Ni upendo wa ajabu kabisa, ambao hii imeufanya kwetu, na kama mnavyojua uh, serikali yetu ya awamu ya sita chini ya mama Samia Suluh Hasan imeendelea kusisitiza vitendea kazi viweze kupatikana ili kuboresha elimu. Tumekuwa na upungufu wa vifaa, na kama wadau kwenye kata yangu wameamua kutushika mkono kazi iliyobaki ni kuhakikisha sasa walimu wanavitumia vizuri viti hivi kuleta tija kwenye elimu na ili ufaulu uweze kuongezeka. Hili ndilo ambalo tumewasisitiza, na kwa sababu viti hivi ni viti bora ambavyo vinatakiwa sasa wavitunze, na kama taasisi mlivyosikia, wametuletea viti vya Muninga ambavyo wamevinunua kuhakikisha kwamba ubora, lakini na thamani ya fedha ionekane kwenye kile ambacho wameamua kitoa kwenye jamii. Kwa jina naitwa Mwalimu Rebeca Onesmo Dadi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwanagati ambayo pia ni shule ambayo iko jirani sana na shule ya msingi Nyamata. Kiujumla tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa Nyamata Academy kwa namna ambavyo wameweza kujitolea kutufikishia samani hizi ambazo ni meza pamoja na kiti kwa ajili ya mwalimu mkuu katika shule nne ambayo ni Mwanagati yenyewe, Magole pamoja na Mzinga B na mafanikio kipekee hizi fenicha zimekuwa ni chachu kubwa katika uchangiaji wa maendeleo ya nchi hii upande wa elimu, na pia vitasaidia kwa kiasi kikubwa katika utoaji elimu katika shule zetu, kwa sababu mwalimu atajikuta kwamba ana meza na kiti ambacho anaweza kukaa comfortable na kuandaa taarifa zake, kwa sababu tulikuwa tuna uhaba mkubwa wa fenicha. Lakini tunashukuru katika hili limeongeza fenicha, kwa maana kwamba hata ile iliyokuwa inatumika mwanzoni kwa mwalimu mkuu itaenda pia kuongezeka kutumika kwa walimu. Kwa hiyo kipekee tunatoa shukrani za dhati na tunaomba lisiishie kwa hii taasisi tukufanya hivi. Hii imekuwa ni mfano wa kuigwa na taasisi zingine ziweze kuchangia maendeleo. Sichukulie kuwa maendeleo ya elimu katika shule za serikali ni jukumu la serikali pekee, hapana, bali ni la mdau yeyote ambayo yupo katika nchi hii, na hususan wale ambao ni taasisi binafsi, nao pia inawapasa kuhudumia ili kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla.